Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Subscribe. Leo tunaangalia maswali na majibu ya hadithi fupi za Mapambazuko ya Machweo na tuko swali la 27 Mzimu wa Kipwerere Yusuf Shoka Hamad. Vipi kuhusu usambazaji wa mzigo tunahitaji akina mama zaidi, maana mzigo ndio kama unavyouona, na umejaa humu na hauuzwi kwa wingi. Umelifikiriaje e, hili? Muktadha wa dondoo haya ni maneno ya Salihina. Salihina anamwambia Bisho ni katika Mzimu wa Kipwerere. Anataka kujua kuhusu usambazaji wa dawa za kulevya Swali la ba, tambua mbinu za kimtindo katika dondoo. Kwanza kuna jazanda, mzigo kumaanisha dawa za kulevya. Kuna nidaa au sihai, hauzwi kwa wingi. Kuna swali la balaha, vipi kuhusu usambazaji wa mizigo, umelifikiriaje hili cha, jadili sifa za msemaji wa maneno haya ni mwadilifu, anapata nafasi ya kuongoza mzimu kwa sababu ya uadilifu wake. Ni mtamaduni, yeye ndiye anayetenda shughuli za kimila kama vile matambiko katika mzimu wa Kipwerere. Kumbuka sifa hapa za msemaji. Msemaji ni Salihina. Ni mzinifu, anazini na Bishoa ambaye ni mke wa mtu. Ni mwenye siri, atoi siri kwa watu wengine kuwa msitu huu hauna mashetani. Ni karimu, anamkaribisha Bisho kwa vileo katika mzimu wa Kipwerere. Ni mnafiki, anasambaza miadarati kupitia mzimu wa Kipwerere ilhali yeye ndiye kiongozi anayeaminika kuwa mwadilifu da Jadili maudhui ya matumizi ya dawa za kulevya katika hadithi mzimu wa kipwerere. Kuna watu kama vile salihina wanaotumia dawa za kulevya kama bangi, pombe, sigara na tumbaku katika mzimu wa kipwerere. Pili, bisho wanataka kuwatafuta wanawake wengine ili kufanikisha shughuli za kuuza dawa za kulevya. Tatu, Viongozi wanaofaa kuzuia uozo huu ndio wanauendeleza zaidi. dawa za kulevya ni marufuku, ila Salihina ambaye ndiye kiongozi anaziuza dawa hizi. wanaoendeleza biashara ya dawa za kulevya huona kazi hizo kama takatifu, ilhali ni kinyume na sheria. Salihina anairejelea kama kazi takatifu. wanaosambaza dawa hizi wanatumia ujanja ili wasikamatwe. Bisho anaeleza kuwa watatumia ndoo za kubeba maji kusafirisha dawa hizi ili wasishukiwe na yeyote. Sita, watu wanaingilia biashara hii haramu kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Bisho anasema kuwa atawapata wanawake wengi kwa sababu hali ya maisha ni ngumu na ajira ni adimu. Na mwisho watu wanatishwa kutotumia miadarati, kumbe ni viongozi kama salihina wanaosambaza miadarati hiyo. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniandikie video ambayo ungependa nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.